Tukatege ivikoa mnatembea huangalii nyuma huh? inabidi ufunge saidi mira wewe. Maanaku yani nanukana kabisa, hoplesi boga, hamna kitu kabisa. Naomba <laughs> nikwambie nyendo, mnaoingiaga chooni bila kubisha hodi kataa. Na nataka nikufundishe hii dunia sio baba yako, uu mtaa sio wakwenu, wazawa ni sisi. Sasa kama utaendelea kurukaruka hivyo kama njiwa, tutakukomesha Kaka, emkuwa mstaarabu basi, tunapishana hapo. Sijakukosea kitu chochote, sijakukua, sijakutukana, sijakusemesha. Umenimwaga maji, nimekosea nini? Jaribu kuwa mstaarabu basi hata kidogo, niombe msamaha. Umenikosea yaani, mimi nikuombe msamaha wewe? mimi nikuombe msamaha <laughs> <laughs> Mbabu, mjinga wewe, unacheza na mimi eti? afu wanyonge kama nyinyi nawapendaga. Hey, hey. Eti mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, nimekunyonga na haki yako sikupi ha? na una kokote kwa kunipeleka? Huna ndugu serikalini kama mimi wewe. hivi unajua umeniharibia kiasi gani? nimetoka nyumbani, apeleka vyeti kutafuta ajira. Nimesoma chuo miaka mitatu, jua linawaka, ajira ngumu, naenda kupeleka veti. Umeniloesha kama vile umeniloesha mpaka vyeti, si umeniharibia? so hivi, ndugu yangu wewe, sikiliza hivyo vyeti vimeloa wewe kichwani ulikuwa unahifadhi nini? Nenda kawahadisie kwa mdomo. Shukuru Mungu maji ni ya baridi, yangekuwa ya moto, unafikiri ingekuwaje? Haya, hmm, changanya mbariga. Unarudi nyumbani au kazi, nenda kufanya nini? Sasa sisi ndo makonta wa wazee wa mtaa, hatuogopi chochote zaidi ya Mungu tu. Kuna mbariga, hamna hey. Oh, una mvua tikatika tika. Wewe ndio umemwagia maji huyu? Na kuiza wewe ndio umemwagia maji huyu? Eh, wewe vipi hapo umetokea? Bro, mimi nimetokea zangu hivi nyumbani, napeleka veti hapo. Kuna kampuni napeleka peleka vyeti vyangu nipate ajira. Nimesoma chuo miaka mitatu. Napishana pishana na ukaka hapo, sijamkosea kitu chochote, sijamkua, sijamtukana, sijamsemesha. Nashangaa shangaa kanimwagia maji. Sasa baada aniombe hata msamaha, niombe radhi, ndio kwanza naanza kupanika, naanza kunifokea. Kwani maji aliyokumwagia eh, ilikuwa moto? Maji sio ya moto. Na snalamika nini? Sawa, kiume kabisa. Hapo maji tu maji ni cheki shababi kabisa. Bwana nalamikaajiwasshabab kabisa. Acha bwana, mambo yako bwana. Maskini kameloa, kameloa. Sasikia. Fanya hapa wewe, chukua ndoo <laughs> <laughs> <oy>, <laughs> maji yake. Mimi tena nimrudishie maji afu naonekana mko pamoja? Nini ndugu zangu, leo mmenikuta mimi mstaarabu mnyonge. Ipo siku mtakutana na watu ambao sio wanyonge, kuna kitu kitawakuta. E pia, pia mbele huko utapata kazi, kwa hivyo utapata kazi eu. kampuni gani <laughs> <Kama> ameishandio <kawaida. laughs> nimekapa chini ya mwembe na kusubiria sabasi na kwenye araka <laughs> Kaka angu, nini ndo nini kunifanyiana? hey, pole yamefika hadi huko. mambo gani paa kwenye simu kaka, mambo gani mimi, sikujue iwe dada kwenye simu hajafika, bwana, muogope Mungu kwa nimekaa ndoto, umekaa nyuma yangu si ndio? Ana kidogo, kidogo tu maji kidogo tu pande huu upande huu, kweli dada yangu, samani bwana, bahati mbaya, makusudi haya We kaka wewe. Hata we ha? Na heshima hata kidogo, basi hatujuani. Mambo gani hey? Oh, Big tunaleteana haya ambacho amefanya. Nimekaa hapa, ona, kanimwagia maji bila sababu yoyote ya, ya msingi, anijui, simjui ha? Ha? Na simu ameweka maji hapo. Kwanza nyonya maji, nyonya nyonya maji hivi. Unajua, mmezidi sana tabia yenu. Kwanza yule manywele yuko wapi? Manywele yuko wapi? Namtaka manywele kama kijatokea kitu, Njoo ndugu yangu, kimya kimya. kama kijatokea ha. kitu. Njoo bwana, kuna dili huku, nije kufanya nini? alafu mbona unachuchumana kuinuka. We, vipi? Hamna ha? hii hii nawapa, yani wao ndo naonyesha mfano, tuwakomeshe. Yaani, ujue hao ndo nao haya cha chini ndio alikuwa anawaelekeza, afu mwerewe eti kachi kachi nini? Ndugu yangu, ndugu yangu, ndugu yangu, mimi najua ngumu wewe